na walemavu, waziri anaendelea huyo huyo Jenista Joakimu Muhagama. Naibu waziri wa kazi, vijana na ajira anabaki huyo huyo Anthony Peter Mavunde. Naibu waziri wa walemavu anakuwa Stella Alex Ikupa. Wizara ya kilimo, waziri anabaki huyo kama nilivyosema wizara ya kilimo maendeleo ya mifugo na uvuvi tumeigawanya, imekuwa mbili. Kwa hiyo wizara ya kilimo atakuwa Dkt. Injinia Charles John Tizeba, naibu waziri atakuwa Dkt. Mary Machuche Mwanjelwa. Wizara ya mifugo na uvuvi waziri atakuwa Luhaga Jason Mpina, naibu waziri atakuwa Abdallah Hamisi Ulega. Wizara ya ujenzi, uchukuzi na mawasiliano, waziri anaendelea huyo huyo, Profesa Makame Mnyaa Mbarawa, manaibu waziri watakuwa wawili, Engineer Atashasta Justus Nditiye na naibu waziri mwingine atakuwa Elias Johni kuandikwa Wizara ya Fedha na Mipango anabaki huyo huyo Dr. Philip I. Mpango na naibu waziri anabaki huyo huyo Dr. Ashatu Kijaji. Wizara ya Nishati, waziri atakuwa Dr. Medard Matogoro Kalemani naibu waziri atakuwa Subira Khamis Mgalu Wizara ya Madini waziri atakuwa Angellah Kairuki, naibu waziri atakuwa Haruni S Nyongo. Wizara ya Katiba na Sheria anaendelea Profesa Paramagamba Kabudi. Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kikanda na kimataifa, anaendelea Dr. Agustino Mahiga na naibu waziri anaendelea Dr. Susan Kolimba. Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, waziri anaendelea Dr. Hussein Mwinyi. Wizara ya Mambo ya Ndani, waziri anaendelea Mwigulu Lameck Nchemba na naibu waziri anakuwa injinia huyo huyo anaendelea injinia Hamadi Yusufu Masauni. Wizara ya Maliasili na Utalii, waziri anakuwa Dr. Hamisi Andrea Kigwangara, naibu waziri anakuwa Ngailonga Japhet Hasunga. Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, waziri anaendelea huyo huyo William Lukuvi, na naibu waziri Angelina Sylvester Mabura. Wizara ya Viwanda, Biashara na Uwekezaji, waziri anaendelea huyo huyo Charles Paul Mwijage, na naibu waziri anakuwa Engineer Stella Manyanya. Wizara ya elimu, waziri anaendelea huyo huyo Profesa Joyce Ndalichako na naibu waziri anakuwa William Ole Nasha, aliyekuwa mifugo. Wizara ya afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, waziri anaendelea huyo Ummy Mwalimu, naibu waziri anakuwa Dr. Faustine Ndugulile. Wizara ya habari, utamaduni, wasanii na michezo, waziri anaendelea huyo Dr. Harrison George Mwakyembe na naibu waziri anakuwa Juliana Daniel Shonza. Wizara ya maji na umwagiliaji, waziri anakuwa Isack Alois Kamwelwe na naibu waziri anakuwa Juma Hamidu Aweso. Lakini katika hili pia umefanya mabadiliko kwa katibu wa Bunge, nimemteua ndugu Steven Kaga, Kaga Gai, Kaga Gai, something like that ambaye ndiye atakuwa katibu wa bunge. Ndugu Kashilila atapangiwa kazi nyingine. Asanteni, Mungu awabariki. Kuapishwa, nafikiri wahusika wote wa, nilio wataja ambao watataka kuja kuapishwa, tutafanya hiyo kazi Jumatatu asubuhi kwenye saa tatu saa tatu saa tatu na nusu hivi maana yake itakuwa tarehe ngapi? Itakuwa tarehe tisa asubuhi. Kwa hiyo wale ambao watataka wa, na watakao kukubali uteuzi huu watakuja kuapishwa. Jamani, asanteni aniresi kama kuna maswali kama kuna maswali, yupo makamu wa rais, mnaweza mkamuuliza, yuko waziri mkuu, chief secretary, na mimi niko tayari kujibu kama kuna swali lolote hai. Jamani, basi nawashukuru, kazi njema, nawapongeza wote waliochaguliwa, na Mungu awabariki awatunze. Na nawashukuru Watanzania kwa kuendelea kutuunga mkono katika juhudi tunazofanya za kutengeneza Tanzania mpya. Asanteni sana. Matangazo kutoka Ikulu jijini Dar es Salaam, kama tulivyorejelea na umepata kufahamu hasa kwamba kuna mabadiliko kwa yametokea katika Baraza la Mawaziri, na pia wizara mbili mpya zimeongezeka na kufanya wizara kutoka kumi na tisa mpaka ishirini na moja. Nikutakia utazamaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa hapa TBC1, ukweli na uhakika.